Ni utitiri wa waumini wa dini ya Kikristo kupitia dhehebu la kanisa la Glory of Christ Tanzania Church maarufu kama kanisa la Ufufuo na Uzima ambao wamefungua kesi ya kuomba amri ya muda wa mahakama kuondoa zuio la kanisa hilo kuendelea na shughuli zake ili kulinda hadhi ya usajili wa kanisa hilo kwenye Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma. Kanisa hilo linaloongozwa na Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe lilifungwa hivi karibuni na serikali kwa madai kuwa linatumika kisiasa kinyume na kanuni ya usajili wake. Wakili anayewakilisha kesi hiyo Peter Kibatala amesema kuwa shauri hilo nambari 13189 la mwaka 2025 limefunguliwa na kanisa la Glory of Christ Tanzania Church Ufufuo na Uzima, dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi, IGP, mwanasheria mkuu wa serikali na msajili wa taasisi za kiraia, akilitaka mahakama kuondoa zuio la kufungiwa kwa kanisa hilo wakati rufaa iliyokatwa na kanisa hilo kupinga kuzuiwa kwa shughuli zake za kidini ikifanywa kazi. Kama unavyoona, mtazamaji wa Mwananchi Digital, ni watu wengi waumini wengi wamejitokeza katika mahakama hii ya Dodoma, na wakifuatilia kwa karibu zaidi kesi hiyo ambayo inaendelea hivi sasa, na hivi punde tu tutakuja uh, kuzungumza na wakili juu ya kilichotokea na uamuzi wa mahakama huko ndani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital na kurasa zetu zote za Mwananchi ili kufahamu mengi juu ya kesi hii, baki nasi.